Mimi tafanyaje? Ni bwana harusi wewe. Sikiliza ndugu zangu, kama hauna backbone uwezo, ukaruhusu baba yako anakuchafulia Mungu wa, yaani imani yako inachafua kiasi, na wewe upo tu, nasema nitafanyaje? ita MC, ita mwambie, hata kukubaliana namna hii. Ukiona hawaelewi, mwambie yule mwenyekiti wako wa kamati, put this man off kama ni habari ya dj weka off, habari ya nani, simama shika mic. It it is is your your father's glory in heaven, it is the time to test your faith. Kila hii harusi ni kwa ajili ya mungu wangu, na mimi namcha Bwana, na kwa sababu mimi ndo nimewaita, ikiwa huyu hawa watu wanyamaze, weka kila kitu down, zima kila kitu hapo, halafu endelea vizuri, Yesu ndiye atukuzwe hapa. Lakini unakuwa kama bubu zezeta